Asalamu alaykum Tanzania, bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Napenda kuwasalimu watanzania wenzangu, salamu nzuri ipitao salamu zote, amani yetu idumu wa Tanzania. Niko hapa kwa ajili ya kusema na watanzania wenzangu ambao wanapenda amani Nimesikia siku nyingi mtandaoni, kila siku tunaona watu wana point maandamano. Jamani wa Tanzania, naombeni tuipende amani ya nchi yetu. Nchi yetu ni kitovu cha amani, nchi yetu ni kitovu cha furaha. Angalieni nchi mbalimbali mbali, wanatoka kuja huku kutafuta amani. Sasa ikifikia hatua ya kuanza kuraiki maandamano, kila mmoja anaongea kuhusu maandamano. Kwa kweli, mimi binafsi, hali nipendezi moyoni, maandamano yasikie vita visikie tu. Najua sasa hivi unakula unashiba, ila ukiruhusu maandamano na machafuko ya nchi yako, utajua unalala wapi, unaoga wapi, unakula wapi. Naombeni Watanzania tuilinde amani ya nchi yetu. Cha msingi kabisa, naombeni tarehe ishirini na tisa Oktoba, twendeni tukachagua kiongozi tunayempenda. Mungu ndo anajua hatima ya taifa la Tanzania, na Mungu ndo anajua kiongozi mzuri ambaye ataendelea kuwatumikiwa wa Tanzania. Masuala ya uongozi sio ya kujipendekeza tu kwamba mjomba ndio kaya hapo. Masuala ya uongozi ni chaguo la Mungu pekee. Ndio maana hata kama ni mtoto mdogo akisimama kwenye mamlaka, anaweza akamwazibu ndugu yake, baba yake, babu yake, kwa sababu tayari ameteuliwa na Mungu kuwakilisha taifa kwao. Ndugu zangu wa Tanzania, nawaombeni sana sana, tusishiriki maandamano, tusishiriki kuchafua nchi yetu Tusijaribu wala ile kunusa, waacheni hao wana, wanaosema masuala ya maandamano waandamane wao na familia zao, lakini we kama ni mtanzania halisi unaipenda nchi yako na amani yako usisubutu kuandamana. Asubuhi oga vizuri, tarehe ishirini na tisa twende tukamchague rais, diwani, mbunge, twende tukachagua viongozi ambao ambao wataendelea kuilinda mane nchi yetu. Naipenda Tanzania. Kwa majina yangu naitwa na King Joshua, au Joshua Samuel MTZ Tanzania Arisa.